Na njia rahisi ya kuzuia vijana wasiandamane ni kufanya yale ambayo wanataka. Kama mnafikiri kuwapiga risasi ndio njia ya kuwazuia mnafeli. Kama mnahisi kuwapiga mabomu ndio njia ya kuzuia siandamane, mnafeli. Kama hamtaona busara itaweza kutumika ili kuleta utulivu katika taifa, mkafikiri ubabe, kutumia nguvu ndio njia itayozuia Mnafeli sana. Sauti ya mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio. Habari ya wakati huu, ndugu Mtanzania. Uh, kwa hali ambayo inazidi kuendelea sasa katika taifa letu mgawanyiko ambao unazidi kukua ni hatari sana kwa usalama wa taifa letu kwa siku za mbeleni. Nakuja kusema mapema kwa sababu wakati bado tunao, ambao tunatakiwa kuziba nyufa hizi ambazo zinazidi kukua. Waswahili husema kwamba, usipoziba ufa utajenga ukuta. Tofauti za kidini ambazo zinazidi kushika kasi ni jambo ambalo linakuja kuleta madhara makubwa sana kwa taifa letu. Nimeona kripu ya mashehe ambao wanazungumza, wanaashiria udini, wanaanza kuleta udini kwenye masuala ya utu wa watu Dhamma kama hii hatusikii makamu wa rais ambaye ni Mkatoliki akitajwa popote licha ya kuwa kiongozi mkubwa wa chama na serikali katika kipindi cha hivi karibuni, na pia hatumsikii akikemea uvunjifu wa amani wala kuhamasisha amani na utulivu nchini. Je, ndio mwelekeo aliotumwa na Fadha Kitima na viongozi wa Kikatoliki? Lazima tuwe na maswali ya kujiuliza, make yuko kimya tu. Jambo hili hatuwezi kulifanyia mzaha hata kidogo. Wanaanza kuleta udini kwenye masuala ya uhai wa taifa, wanaanza kuleta udini kwenye masuala ya haki za watu, wanaanza kuleta udini. Jambo hili kama halitazuiliwa mapema, ni jambo hatari sana kwa taifa letu. Hatukupaswa kuanza kuleta itikadi za kidini katika wakati kama huu. Nimeona wanazungumzia kwa habari ya hotuba ambazo anazitoa Padre Kitima, ati kwa nini wanamsema au anamsema tu rais? Au ni kwa sababu ni Muislamu? Mbona hamsemi makamu wa rais Emmanuel Mchimbe? Au ni kwa sababu ni Mkatoliki? Au huyo eh, Emmanuel Mchimbe katumwa nao wa Katoliki? Kama udini ni kitu cha maana basi, niwaambie ninyi wazee Mngeenda kulifuta jina la muasisi wa taifa hili ambayo ni mzee Nyerere, Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa ni Mkatoliki. Mngeenda kusema kwamba huyu siye, mngelifuta jina lake, mngeliondoa kwenye fahamu za watu. Kama muasisi wa taifa hili ni Mkatoliki, hamkupaswa kuanza kuleta tofauti za kidini, hamkupaswa kuanza kushinikiza itikadi za kidini kwenye masuala ya haki za watu, kwenye masuala ya ubinadamu. Niwaambie jambo moja sisi tuna dini lakini sisi sio hizo dini. Sisi tuna vyama vya siasa lakini sisi sio hivyo vyama vya siasa. Sisi tuna vyeo lakini sisi sio hivyo vyeo. Nje na dini zetu, sisi ni binadamu. Nje na vyama vyetu, sisi ni binadamu. Nje na vyeo vyetu, sisi ni binadamu. Jambo la msingi ambalo tunapaswa kuliangalia ni utu na ubinadamu wa watu tunaoishi katika taifa, licha ya kwamba tuna dini tofauti tofauti, tuna vyama tofauti tofauti, tuna status tofauti tofauti katika jamii. Hatupaswa kuangalia huyu ni dini gani, huyu ni dini gani. Wewe unamtegemea mtu mwingine. Utatoka hapo ni Mwislamu, utakwenda kusoma kwenye shule za Wakristo, mtatoka ni Wakristo, mtenda kununua bidhaa kwa Waislamu bado maisha yetu yanategemea na sisi kwa sisi. Swala la vijana wa Gen Z kuandamana halikupaswa kuzuiliwa kwa kushinikiza udini. Mnaanza kuleta udini kwenye taifa la, lisilo na dini, mnaanza kuleta udini kwenye taifa lisilo na dini. Watu wa taifa wana dini, lakini taifa halina dini, kwa sababu sisi tunalijenga taifa moja. Hatukupaswa kuanza kugombania vitu nilitegemea ni wazee mna umri, ningekuwa na busara mngefikirini namna gani ya kuanza kutatua jambo hili kuliko kwanza kuleta uhasama zaidi. Niwaambia jambo moja, vita ya kidini ni vita mbaya sana, ambayo sio rahisi kuizuia, kwa sababu zitazokuwa zikipigana ni pande mbili tofauti za dini tofauti. Ni nani atakayekuja kusimama kuweka suluhishi katikati yake? Ni nani atakayekuja kuja kuwapatanisha wanadini hawa ambao wanagombana atakuwa ni wa dini gani? Na dini kubwa katika taifa letu ni Ukristo na Uislamu. Ni nani atakayekuja kusema kwamba msigombane? Ni nchi gani? Rais huyo au mamlaka hiyo itakuwa ya dini gani? Ni nani atakayeisikiliza? Lazima mfikiri, kama ni wazee nitegemea mtakuwa mna busara ya kuweza kuona mbali, lakini uhasama itikadi za udini, utofauti wa udini mnaoendelea kuushinikiza, matokeo yake yalikuwa ni mabaya sana. Mtaona kwamba ilikuwa ni heri tungeacha vijana waandamane wapate haki yao. Sipo hapa kushinikiza vijana waandamane waandamano ili wamngoe rais madarakani, hapana. Kama maandamano ya amani ni haki yao kikatiba, waache waandamane, kwa sababu kuna jambo ambayo wanalihitaji. Maandamano ni njia ya kudai haki, lakini awe maandamano ya amani, sio maandamano ya vurugu sio maandamano ya fujo, kwa sababu ni haki ya kikatiba. Na kama mngekuwa mnaakili timamu zenye kufikiri vizuri, mngefikiri ni namna gani muweze kuzuia vijana wasiandamane. Na njia ya kuzuia vijana wasiandamane wenye machungu ya mioyo, kwanza wanagombania nini? Wanataka kufanya hivyo kwa ajili ya nini? Utakuta malalamiko yao makubwa, mauaji yanayoendelea katika taifa utekaji unaoendelea katika taifa, ubadhirifu wa mali unaoendelea katika taifa, na mengine mengi ambayo yanafanya mioyo kuuma na kuugua. Sio kwamba wana akili timamu, wanaona wanaona mabaya yanayoendelea, lakini mamlaka zinafumbia macho. Kama mamlaka zinafumbia macho mambo ambayo hayafai yanaumiza mioyo ya watu, mamlaka hii haifai, inatakiwa ifanye kinyume cha hayo. Na njia rahisi ya kuzuia vijana wasiandamane ni kufanya yale ambayo wanataka. Kama mnafikiri kuwapiga risasi ndio njia ya kuwazuia, mnafeli. Kama mnahisi kuwapiga mabomu ndio njia ya kuzuia siwandamane, mnafeli. Mgejua wanalia kwa ajili ya nini? Wanapiga kelele kwa ajili ya nini? Fanyeni yale. Hawataendelea kuandamana. Zuieni utekaji, zuieni mauaji. Wapeni watu haki zao. Hakikisheni mgawanyo mzuri wa rasilimali za taifa zuieni ufisadi, deni la taifa lisiendelee kukua, kodi zisiyo ngumu. Fanyeni maisha rahisi. Vijana watandamana kwa ajili ya nini? Nao watakuwa hawana akili timamu. Lakini kama kuwapiga risasi, kuwaua ndio njia rahisi, basi mnakuwa mnafikira fulani dhaifu sana, kwa sababu ukimuua kijana kama alikuwa na rafiki yake na ndugu yake ambaye alikuwa hana chuki na mamlaka, basi yule kijana mwingine ataanza kuchokea chuki dhidi ya mamlaka kwa sababu ndugu yake ameuao ya mtendeleza kutengeneza kundi kubwa la watu ambao watakuwa na uhasama na serikali yao, watakuwa na uhasama na viongozi wao. Mwisho wake ni nini? Nisemalo ni kwamba hatupaswi kuendelea kuchochea udini, tunapaswa kuendelea kuchochea haki utu na ubinadamu ili vizidi kutawala katika taifa letu. Kinyume na hivyo, tutaingia katika ugomvi mkubwa. Sasa hivi wananchi na serikali ya vipatani, mnaanza kuleta uhasama wa kidini, tofauti wa kidini, mnaanza kuleta udini, mnaleta udini, mnaleta ukabila, mnaanza kuleta itikadi za uvyama, tofauti wa vyama kwenye taifa moja. Matokeo yake ni nini? Naambia, msipoziba ufa tajenga ukuta kama hamtaona busara itaweza kutumika ili kuleta utulivu katika taifa, mkafikiri ubabe kutumia nguvu ndio njia itayozuia, mnafeli sana, mnafeli sana. Ushindeni ubaya kwa wema, msishindwe na ubaya, muwe na wakati mwema.